Mnamo mapema mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, mandhari ya mitandao ya kijamii nchini Kenya imepitia ukuaji na mabadiliko makubwa. Inji imerekodi takribani watumiaji wa mitandao ya kijamii milioni 15.1 sawa na asilimia 26.5 ya idadi ya watu wote. Hii ilikuwa ongezeko la asilimia 15.9 kutoka mwaka uliotangulia, ingawa ni kupungua ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 8.2 ulioshuhudiwa mwaka wa 2023, jambo linaloashiria kufikia kiwango cha ushindani mkubwa wa soko. Mimi sana sana sana natumia Facebook na TikTok. Is frequently is Facebook and Instagram. Facebook ilibuka kuwa jukwaa kuu ikiwa na asilimia 42.42 ya watumiaji ilifuata na YouTube kwa asilimia 23.31 na Twitter sasa X kwa asilimia kumi na tatu nukta tatu. Mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa mamilioni ya watu duniani kote. Majukwaa kama Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na LinkedIn. Kuelimisha kuhusu kenye imetendeka mahali fulani. Unajua habari kuhusu fulani imefanyika nje ya inchi. I personally I do network marketing so I get to interact with most of people. I connect them to this business. It helps us as comrades to some income which can help us. Mimi niko hapa na Kataka Shuttle Limited. Ah uh, jina la utani wanaita daktari. Sasa huwa tunatumia mtandao at least hata mtandaohata soko zetu Pia kama so sana kwa kwa inasaidia watu wenzetu eh? Wakati kama kuna unaweza hitilafu yoyote post kwa mtandao yoyote unaweza postia kwa management kama kuna hitilafu yoyote ya conductor ama ya dereva watu yote. Kwa hivyo tunaona tu internet inasaidia kwa biashara zetu. Ushawishi wa mitandao hii umeenea sana ukiathiri si tu mawasiliano ya binafsi bali pia biashara siasa na elimu some of the information is badly used like there some of us who are scammers which end up not not getting many people in the market politicians are taking so much time online instead of going to the office and work for the people who send them to the parliament instead of sending them they are just sana sana sana kama sayo watoto wadogo wa wenye, wenye tumalea kwa sasa hivi, napata mtoto asha already amejua kitu yenye istahili umru wake ajue, asiezi jua uh, hii news kama ni fake ama real. Ju, kama mimi sina, sina more information ama si, sijasomea huo taaluma sezi, sezi jua kama ni ukweli ama uongo. Na baadhi ya wananchi, wanabiashara na vijana imebainika kuwa mtandao unao faida mingi na pia hasara. Wananchi wanahimizwa kuwa wawajibike katika matumizi yao ya mtandao. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka mjini Thika, langu jina ni Minyeha Al.